Kunywa kunywa, toa wapi shoga yangu? Eh. Wewe kunywa, shoga yangu, toa uchoni kunywa, kuna dawa tamu. Nikwambie kitu tusoma yani hata iwe yani, kama shubiri. Kwa nilivyofikia shoga yangu ni chochote nakunywa, ili mradi tu nikiambiwa kinasaidia. Nimechoka. Haya, tuombe

Baia, hali yake sio mbaya sana. Majibu ya madokta bado hajatoka, lakini wako wanamshughulikia huko ndani, ila sio shida kubwa sana. Ambayo inamsumbua ni uzazi tu, ni uchungu wa kujifungua Lakini anaendeleaje jamani? Rafiki yangu namwonea huruma sana, yani kiukweli ni bora tu anavyojifungua, maana ameteseka sana. Yani natamani kuiona nuru ya rafiki yangu tena, hata mi natamani sana kuona nuru ya mke wangu. Anateseka sana yaani, ni bora ajifungue tu salama. Leo ni siku uh, huku ndani anaendeleaje? Hey, amsaidie kwa kweli. Anazani um, kisha ongea na mume wa Sabra, ni utapata majibu. Anaongea na simu. Basi akitoka huko, akamwambia piga simu kwao. Mbona hii inatia wasiwasi sana? Daktari naye hataki kusema kitu. E, nimeshasogea, niko pembeni hapa, niko peke yangu. E, ile, ile dawa uliompa ulichelewa kumpa, na ukakuta tayari kuna dawa nyingine ameshapewa. Sasa nisikilize kwa makini, kuna taarifa utazipata hapo ambazo sio za kawaida. Jikaze kama mtoto wa kiume. Mi sielewi kabisa kuchanganya, mi sielewi kabisa. Ile dawa niliokupa si unayo hapo kidogo? Ehe, <tas reyia> <tas reyia> sasa hakikisha unamnusisha mke wako lakini mjomba. Ah, yote yafanyike kwa sababu gani? Hakikisha unamnusisha mkeo hiyo dawa na apige chafya mara tatu, usije ukawakosa wote wawili <tas reyia> Tumejitahidi kumsaidia mkeo ajipungue salama na tutafanikiwa, kwa hiyo lakini pia tumejitahidi kuokoa maisha ya mama na mtoto, lakini tukafanikiwa kuokoa maisha ya mama na mtoto ikawa ni bahati mbaya. Uh, bahati mbaya, pole sana. Unamaanisha kwamba mtoto yaani alikuwa amekufa? Ni bahati mbaya, ni tukisema bahati mbaya na tunamaanisha hatukufanikiwa kuokoa maisha ya mtoto, lakini mama yuko hai. Mara nyingi inatokea hivyo. Kuna, kuna changamoto nyingi sana wakati wa kujifungua kwa wanawake. Kwa hiyo huwa sisi kama madaktari tunajitahidi kadri ya uwezo wetu, lakini inapokuwa changamoto imezidi, wakati mwingine tunajitahidi tukuwe at least uhai wa mtu mmoja, na sisi tulifanikiwa kuokoa maisha ya mama, lakini mtoto ni bahati mbaya na ni kawaida. Jipe moyo, unaweza ukaangalia kwa wakati mwingine, baada ya mama kupumzisha uzazi wake mkafanya jitihada,

Shemeji, tuambie hali ya mgonjwa ni, yupo yupo, yupo sawa. Yupo, yuko salama, hmm, hayuko vibaya sana. Ni mtoto wake ameshamgaia Hili jambo linahitaji muwe na nyoyo migumu, muwe na ustahimilivu, muwe na utulivu, kwa sababu sio jambo zuri sana. Tuwambie basi, Sabra amefanikiwa kujifungua salama kabisa na mm, hana tatizo lolote lile ila bahati mbaya sana mtoto amefariki. Oh. Oh. Oh. Jamani, rafiki yangu, kuzunguka kote kule na tumbo, lakini anakosa mtoto. Ni naniuma sana shemeji, naniuma sana. Ah. Mama. Mama. Jikaze. Mama. Jikaze. Kila mtu ana uchungu. Hata mimi naniuma sana. Lakini ukifanya hivyo utazua taaruki. Hapa ni hospitali na kuna wagonjwa wengi. Kwa hiyo, ah, ah, leo ukinipa jibu zuri zuri itakuwa siri ya kwako na ya kwangu. Sawa, nimekubali ila kwa sharti moja. Sharti gani hiyo? Ninahitaji mwanangu ajifungue salama kwani mwanangu anateseka sana. je, uko tayari kumsaidia mwanetu? Lazima atajifungua salama usalimeni, yaani usiwe na wasiwasi, iwe mchana iwe usiku, mendo mzee munu waladhi msanga uko ilipotoka. Mama. Mama.

Wa... Ah. Kiukweli sielewi kabisa nini, nini kipo nyuma ya hili jambo, hebu eh, niambie nini kinachoendelea jomba. Kuna vita vikubwa sana dhidi yako juu ya mkeo. Kuna kikundi cha wapumbavu wachache ambao wanataka kuharibu mimba ya mkeo. Kina nani hao eh? Na kwa nini mimba ya mkeo wangu mimi na sio mtu mwingine? Wanataka kuchukua mimba ya mkeo. Wasababu, kwa sababu yupo mchawi mwenzao ambaye kwamba amekula sadaka zao lakini yampasa na yeye atoe sadaka, na yeye ndiye aliyeweka agano na mimba ya mkeo lakini pia amewageuka katika hilo. Mjomba, unaongea sana, sielewi eh. Niambie, ni kina nani hao? Unazunguka zunguka zunguka, zunguka. Mimi sijui nini kinachoendelea, niambie nani huyo. Kwa sasa hupaswi kujua hilo. Kuna dawa hii nimeiandaa Nenda kamse mkeo ili upate kuokoa maisha yake. <laughs> Lakini mimi sijaelewa bado nini kitandani Mkuu, mkuu e, yaani huku mtoto tumeshampata tume, lakini mama mpaka dakika like hii inavoongea na wewe bado ni mzima. Hilo eh, nalifahamu, na kama nalifahamu, naona hapa mbele yake naona kama kuna kimvuli cha mtu e, itakuwa yule kijana hapana. Na hapa kila nikitizama naona kuna kuna mtu anatumia kimvuli cha yule mtu aliyokufa. Sasa tunafanyaje? Ila uwe makini uvwake, Sabla ana dawa kali sana, na ufanye haraka uondoke, asikukute mm. Basi sawa, itanipaswa mimi hapa sasa hivi niondoke eh. Hey, ondoka.

Ni mipango ya Mungu. Ujikaze wewe mtoto wa kiume hasa. Mimi ngoja niende nyumbani nikaandae chakula. Baki hapa mwangalie mzee. Sawa. Sawa. Wahi nyumbani haraka sana, kampe mkeo hii dawa anywe haraka, na kama ukikuta anakunywa chochote basi mzuie, mpe hii dawa. Sasa haya mambo yanahusu nini mjomba? Yaani hii dawa ya, ya nini? haya mambo yote yaani shida ni nini? Sasa Kuchi, huu sio muda wa kuuliza. Kwa nini wewe, tekeleza lile linalokuamrisha, fanya haraka, kampe mkeo, nitakueleza ah. baadaye Muja, mimi sielewi kabisa, wanchanganye mimi. Fanya haraka, mjomba. Nenda kampe mkeo kwanza. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nijitahidi kumsaidia mkeo ajifungue salama na tutafanikiwa kwa hilo. Lakini pia tumejitahidi kuokoa maisha ya mama na mtoto, lakini tukafanikiwa kuokoa maisha ya mama na mtoto, ikawa ni bahati mbaya. Pole, bahati mbaya sana. Unamaanisha kwamba mtoto yaani amekufa? Yaani bahati mbaya ni mfanyaje? Bahati mbaya ni tukisema bahati mbaya tunamaanisha hatukufanikiwa kuokoa maisha ya mtoto, lakini mama yuko hai mara nyingi inatokea hivyo. Kuna un kuna changamoto nyingi sana wakati wa kujifungua kwa wanawake. Kwa hiyo huwa sisi kama madaktari tunajitahidi kadri ya uwezo wetu, lakini inapokuwa changamoto imezidi, wakati mwingine tunajitahidi tuokoe at least uhai wa mtu mmoja, na sisi tulifanikiwa kuokoa maisha ya mama, lakini mtoto ni bahati mbaya. Na ni kawaida, jipe moyo, unaweza tukaangalia kwa wakati mwingine, baada ya mama kupumzisha uzazi wake nikafanya jitihada, nikajaribu kupata mtoto mwingine. Naweza kwenda kumwona mke wangu? Ya, unaruhusiwa, lakini jitahidi sana kuwa hakaja kwa mkeo. Jomba, kuna vita vikubwa sana dhidi yako juu ya mkeo. Kuna kikundi cha wapumbavu wachache ambao wanataka kuharibu mimba ya mkeo. Kina nani hao eh? Na kwa nini mimba ya mke wangu mimi na sio mtu mwingine? Wanataka kuchukua mimba ya mkeo kwa sababu yupo mchawi mwenzao, kwa ambaye kwamba nikula sadaka zao, lakini yampasa na yeye atoe sadaka, na yeye ndiye aliyoweka agano la mimba ya uh, mkeo zako zote yaani, kila mbinu umefanya umeshindwa kujua yaliyoko nyuma ya hili swala ni nani? Unajua, huyu ni mtu mzito sana, huyu mtu ni mzito sana, na isitoshe, huyu anatumia kimburi cha mtu aliyokufa. Kila nikitazama kushoto, kulia, mbele na ndani sioni kilichoendelea zaidi ya pale. Mtu ufaa miaka mingi mno, hajakufanyana wala juzi, ndio maana anasumbua. Isiji ikawa aliyoko nyuma ya hili ni mama Sabra, anatuchezea mchezo tena juu ya hili. Mama Sabra anamkatalia katua badani, hana uwezo wa kufikia hivyo. Mama Sabra bado mtoto mdogo sana. Mama Sabra kama ingekuwa hivi